Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote mpayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Ninakuomba ombi moja, kama haujaweza kujiunga na hichi kituo tafadhali chukua sekunde moja, mbili, tatu, ukahakikishe kwamba unajiunga na hichi kituo. Nimekuwa nikiona ndugu zangu Tanzania wakisema kwamba taifa la Tanzania sasa hivi linaongozwa na Jakaya Kikwete. Watanzania wamekuwa wakisema kwamba uongozi huu ambao ni batili unaongozwa na rimoti. Unaona hii rimoti, uongozi huu unaongozwa na rimoti, yaani kuna mtu mwenye ameketi mahali, kazi yake ni kuongoza na wala sio Samia. Leo nimeamini hicho. Ebu jiulize, rais mwenye alistaafu yapita miaka kumi anaenda kuzindua miradi ya nini? Sasa hivi kipindi ambapo tuko na makamu wa rais, tuko na waziri mkuu, tuko na rais batili na tuko na wabunge yeye ni nani mwenye anaenda kufungua miradi sasa? Leo siku ya Jumapili, tarehe nne Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita aliyekuwa raisi, ama ukipenda raisi mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Jakaya Mrisho Kikwete aliwasili Aa, kisiwani Pemba kwa ajili ya kushiriki katika sherehe za uzinduzi wa jengo la ofisi ya uhamiaji na makazi ya askari katika wilaya ya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba. Alipowasili katika eneo hilo ama eneo la tukio Dr. Kikwete alipokelewa na waziri wa mambo ya ndani ambaye ni, ni Mheshimiwa George Simbachawene, Kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Makakala pamoja na mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Mgeni Hassan Yahaya uzinduzi huo ni sehemu ya maadhimisho ya sherehe za miaka sitini na miwili ya mapinduzi ya Zanzibari unaotarajiwa kufanyika la, ama uliofanyika leo Januari tarehe 4 mwaka 2026. Mpenzi mtazamaji, sasa watanzania wanauliza Jakaya Mrisho Kikwete yupo uongozini kumaanisha mabaya yote ambayo yanazidi kutendeka katika taifa letu tukufu la Tanzania, yanaratibiwa na Jakaya Kikwete wakishirikiana na Samia Suluhu Hassan. Kuna wale ambao wataniuliza iko wapi kanda ambayo inaonyesha Kikwete akiwasili Pemba kwa usinduzi wa jengo. Ndiyo hiyo hapo, mpenzi mtazamaji. nina imani kwamba umeweza kutazama hiyo kanda. Wacha ni kuombe kwa mara nyingine. Tafadhali, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja mbili tatu ukapige subscription. Ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Unajua, kwa lugha ya kimombo walisema hivi: a good, a good dancer Knows when to leave the stage. Kwa lugha ya Kiswahili msakataji dansi ama ukipenda densi, mnenguaji kiuno mzuri anajua wakati wa kuondoka kwenye jukwaa. Yaweze ikawa kwamba ni msakataji dansi, yaweze kawa ni mganaji shairi yawezi kawa ni mwanamuziki. Wacha tutumie jina mwanamuziki, mzuri anajua kipindi ambacho mashabiki wamechoka, sasa anapaswa kuondoka ukumbini. Vilevile vile, Jakaya Mrisho Kikwete alikwisha hudumu kwa miaka yake akazamisha taifa la Tanzania, anapaswa kukaa nyumbani apumzike, na kupeana wasia hapa na hapa, mnapaswa kuongoza hivi, lakini sio kuweza kushiriki kwenye masuala ya uongozi wa moja kwa moja kipindi ambapo amestaafu. Kwani anataka tena kurudi madarakani au vipi? au anataka kutuambia kwamba mumekuwa mkisema kwamba mimi ndiye naongoza Tanzania sasa ndio nimekuwa rais? Ama anataka kutuambia kwamba Samia sio rais, yeye ndio rais? Tuambiani ukweli, uzinduzi wa nini kipindi ambapo tuko na makamu wa rais Emmanuel Njimbi? Mbona hatumsikii? Mbona hatumsikii Manuel Njimbi kwa sababu Njimbi ndiye anapaswa kumsaidia rais? Kama rais haendi mahali, Njimbi aenda amsaidie rais kuzindua. Au kama hakuna Njimbi kuna waziri mkuu. Kwa nini rais mstaafu anaenda kutolewa badala yake akae tulie akule mahari yake. Tena tunakuja kumwona akizindua miradi hiyo, ni kumaanisha hata akina Philip Mpango wanaweza wakarudishwa kwenye kazi? Au kuna vita baridi kwa hii serikali, kati ya Emmanuel Njimbi na Jakaya Kikwete naye Samia Suluhu Hassan? Kwa sababu huu mradi, kama rais hangekuwa, makamu wa rais ndiye angezindua. Au kuna vita baridi na hatujui au kuna vita chini kwa chini na sisi hatujui. Pili, huyu mjamaa ni fisadi bwana Jakaya Kikwete, baada hajatosheka. Tunakumbuka kipindi chake aliuza bandari ya Bagamoyo, Magufuli akaja akafuta stakabadhi zile ambazo alikuwa ametumia kuuza bandari ya Bagamoyo. Sasa na mimi nauliza, kwani makatibu wakuu wa wizara hawapo jamani? Wapeni heshima viongozi ambao wako mamlakani, hata kana kwamba aliiba kura, watanzania wameweza kughadhabishwa. Mpenzi mtazamaji, kwa nini ninazungumza hivyo? Huyu mzee Jakaya Mrisho Kikwete kipindi cha Magufuli alipotea kabisa hadi akaingia shambani akaanza kujifanya yeye ni mkulima. Aliingia eh, shambani akaanza kulima. Magufuli ameondoka sasa, tunamuona huyu mzee ameanza kurudi kazini, kumaanisha hawakukuwa wanaelewana na Magufuli. Sasa watanzania wengi wamekasirishwa na hichi kitendo cha huyu rais mstaafu kwenda kuzindua miradi. Mfano, kuna mtoa comments mstaafu akasema hivi: kuna watu ni vigan, ving'ang'anizi I say, huyu kipindi cha John Pombe Magufuli alipotea mpaka akajiita mkulima, lakini siku hizi kila saa kimbelembele kila saa yuko kimbelembele, mara sijui Dubai, mara sijui wapi, mara anawakilisha serikali. Kwani yeye ndio rais? Nikimalizia komenti ya mwisho inasema hivi, huyu mzee wee, acha tu Katuangamiza sana Wazanzibari. Unasikia hata Wazanzibari wanasema kwamba huyu mzee mwenye anaitwa Kikwete aliangamiza watu wengi. Mwingine hmm? Akasema kwamba alitaka abaki kwa serikali, ndio wakaamua kumalizana na anko Magufuli. Kwani alikosa alikosa taimu ya kumtawala unasikia, inaonekana kwamba huenda Jakaya Kikwete alihusika kwenye kifo cha Magufuli jinsi ambavyo wananchi wanasema. Nikimalizia, huenda ikawa kwamba hata haya machafuko ambayo yanaendelea Tanzania ya utekaji nyara, ya mauaji, Jakaya Kikwete yuko nyuma. Mimi si nabii, lakini huenda Kikwete yuko nyuma ya haya majanga ambayo yanaendelea Tanzania. Je, wazo lako ni lipi?